Habari, tunauza bajaji zinazotumia mifumo miwili, yaani umeme na petroli. Ni nadhifu na imara. Bodi na paa vimeundwa kwa bati gumu. Tairi na shock absorber vimeundwa kumudu mazingira yoyote yale ya barabara. Msafiri ana relax na sio kurushwa rushwa, pia ana uwezo wa kupiga au kupokea simu akiwa safarini pasipo makelele kutoka kwenye bajaji. Inafaa kwa matumizi binafsi, lakini pia biashara hasa biashara ya teksi mtandaoni. Inapunguza gharama na inaongeza kipato. Ni rahisi kuendesha hata kwa wamama. Ina batani ya kuiruhusu iende mbele au irudi nyuma. Pia ina batani yenye gia tatu: mwendo taratibu, mwendo wastani na mwendo kasi. Ukisha seti nilivyovitaja hapo basi, wewe mkono kwenye accelerator, mguu kwenye breki. Hakuna biashara ya clutch inabeba kilo mia tano hamsini au abiria wa nne pamoja na dereva Unit 9 mpaka kumi zinatosha kuchaji betri yenye asilimia sifuri mpaka mia moja kwa muda wa masaa 8 ikiwa full charge ina uwezo wa kwenda mpaka kilomita mia moja thelathini mota ina nguvu ya kuisukuma bajaji kupita mazingira yoyote ya barabara ukinunua unapewa huduma ya matengenezo bure mara tatu ndani ya miezi sita Piga simu, uje kukagua, tufanye biashara. Karibu.